Na kumi na kutoka kwenye jezi ambazo tulikuwa tunaletewa zawadi hapa, nimemwona Juma Pindo, sio ameshatoka kwa shughuli maalum, lakini wanasimba waliokuwa nje katika nchi za Ulaya na Arabuni, hata dada yangu Asha hapa aliwahi kuleta jezi kuipa timu wakati ule, tulikuwa tunaletewa jezi zenye nyekundu na nyeupe, ndio hiyo inakuwa ni jezi ya timu, lakini yeye akaja kuanzisha mfumo ambao ulikuwa unauza vifaa vinavyohusu Simba Sports Club, licha ya kuwa kutokana na hali ya mfumo wa uendeshaji wa mpira kwa wakati ule kulikuwa hakuna mapato makubwa. Vunjabei, nilitamani sana Fred ungekuja hapa mbele. Yeye ndo aliyekuja kuleta mpango haswa, yaani tunasema game changer alikuwa yeye. Hata ungesimama hapo Unajua, sisi wa Tanzania tuna tabia sana ya kuwasifia watu tayari jeneza lake liko pale, ndio tunaanza kumpa sifa. Mi nasema hiyo sio haki, na tunazungumza hii kwa uwazi na upana. Tunakushukuru sana ba kwa moyo wako wa imani na kutufungua mawazo ya namna ambavyo tunaweza tukaboresha na kuongeza mapato kwa vilabu vyetu. Asante sana.